Ujambo na karibu mkenya mzalendo wa Nelly Some Press. Hii ni sauti ya waliokosa sauti. Tunachunguza, tunaangazia na tunabadilisha. Katika kijiji cha Mogobich ndani ya eneo la Kapchorwa katika eneo bunge la Nandi Mashariki, kuna simulizi ya uchungu ambayo haijasimuliwa kwa sauti kubwa, si kwa sababu haijulikani, bali kwa sababu kila mtu aliamua kunyamaza. Huyu ni Kipserem, kijana wa miaka ishirini na tatu ambaye maisha yake yamegeuka kuwa ya mateso na maumivu kutokana na funza ulioteka mwili wake. Miguu yake imeharibika, vidole vimejaa vidonda na hata kutembea ni changamoto kubwa. Anateseka kimwili na kiakili, lakini kusikitisha zaidi anateseka peke yake. Majirani hawana muda naye. Watu wa familia wamezoea hali yake kama jambo la kawaida. Kipserem ambaye aliwahi kucheza na wenzake kwenye viwanja vya vijiji sasa hujificha ndani ya chumba kidogo, ikiwa hajala vizuri, hajazungumza na mtu na hana matumaini. Lakini msaada ulitokea kutoka mbali sana. Nelly Some mtetezi wa haki za binadamu anayeishi Marekani alipata picha na habari kuhusu Kipserem kupitia mtandao ya kijamii. Aliguzwa sana na hali yake kiasi cha kutuma kikosi maalum kutoka Kenya kumtembelea Kipserem na kumpa matibabu ya haraka. Lakini walipofika kwao wakakumbana na pingamizi la kusikitisha. Baba yake Kipserem alikataa kumwachilia mwanawe kwenda kutibiwa, alisema hana muda wa kushughulika na wageni. Iwe ni kwa aibu, ujinga au ofu wa kuhukumiwa, alizuia msaada ambao ungeweza kuokoa maisha ya mtoto wake. Lakini Nelisome hakukata tamaa, kupitia kikosi chake kilicho Kenya. Hatimaye afisa wa afya ya umma kutoka kaunti ya Nandi alifika kijijini. Walifanya zoezi la kusafisha funza, wakatoa matibabu na wakaanza mpango ya kumrejesha Kipserem katika hali ya kawaida. Hadithi ya Kipserem ni hadithi ya maumivu, lakini pia ya tumaini. Tumaini kwamba huruma haijui mipaka. Kwamba pressure imeweza kuleta mabadiliko na kwamba hakuna mtu anayepaswa kuteseka kimya kimya. Endelea kufuatilia NSP kwa makala mengi. Kumbuka, tunachunguza, tunaangazia na tunabadilisha. Together, let's make Kenya great.